Yesu apewe sifa. Rafiki unayenisikiliza, Roho wa Mungu amenituma nikutoe mahali ulipo kumewekwa. Kwa unaposikiliza maombi haya, unapofuatilia maombi haya, ninaomba we ukae mazingira mazuri, weka hicho kifaa chako vizuri, weka kama ni simu, weka mazingira mazuri, tulia mbele za Mungu. Mungu akuweke huru na akufungue siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu. Mungu wa miungu, ninakuabudu Bwana. Ninakuabudu Mungu majira haya. Ninakutukuza Mungu majira haya. Ninakubariki Mungu majira haya. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu rafiki, unanisikiliza ninakufungua mahali popote ulipokumewekwa. Ninakuweka huru kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakuweka huru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakuweka huru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema kila pepo aliyekamata maisha yako nasema kila nguvu iliyokamata maisha yako, kila jeshi la na pepo, nasema kila nguvu ya adui iliyokamata nafsi yako, iliyokamata fikra zako, iachie maisha yako siku ya leo, iondoke kwako siku ya leo. Nasema wewe ni mali ya Yesu siku ya leo. Nasema wewe ni mali ya Yesu siku ya leo. Nasema wewe ni mali ya Yesu siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo, natangaza mambo yako yote yachiwe. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, natangaza maisha yako yachiwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, chochote kichoko ndani yako ulicholishwa na watu wabaya, ninakiamuru majira haya kichomoke, kiondoke ndani yako. Nasema chochote ulicholishwa. Oh, rabashata kama yata ribobobobobobo rabasheteria manda robosi rabakaria manda raboseteriana nasema Yesu nasema Yesu Nasema Yesu akuweke huru kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, achiwa siku ya leo. Nasema achiwa kwa jina Yesu. Nasema achiwa kwa jina Yesu. Nasema kila kichoko ndani yako kichomoke, chochote ambacho umerishwa. Natangaza moto wa Roho wa Mungu, natangaza moto wa Roho wa Mungu. Nasema moto, moto, moto, moto, moto. Moto moto moto moto moto moto moto! Hiyo madhabahu iliyokamata maisha yako, nasema iteketee majira haya, nasema ikuachie. Madhabahu iliyokamata ustawi wako, iliyokamata baraka zako, iliyokamata mahusiano yako, iliyokamata chochote cha kwako Nasema natuma moto hapo. Nasema moto moto moto moto. Nasema moto moto moto moto. Nasema moto moto moto. Natangaza kwa jina zoria ha. Nasema moto moto moto moto moto moto moto uu raba kama yata. Nasema kila kamba ulizokuwa umefungwa. Nasema kila kamba zilizokuwa zimekukamata nasema kwa jina lazaria haya zina katika majira haya zina katika majira haya zina teketea. majira hayo rabakamayata rikamandaraboa raba rika rabasepemarikamandaraboarabakamayata raba rikamandaraboset rogosatakamayata rogokramandyata rogosepemayata katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na tangaza we huru majira haya achiwa kabisa, achiwa kabisa, uwe huru kila kona, uwe huru kila eneo, katika jina na sharia haya. Sema amen, sema amen, sema amen. Sema asante Yesu kwa kuniweka huru. Sema asante Yesu kwa kunifungua. Sema asante Yesu kwa kunikomboa. Mshukuru Mungu hapo ulipo, mwambie Mungu, ninakushukuru. Mwambie Mungu asante kwa kuni